Lakini baba, nakisi ya bajeti ni nini? Um, nakisi ya bajeti ni pale ambapo matumizi ya serikali yanazidi pato lake katika mwaka, yaani matumizi ya serikali yanakuwa mengi zaidi kuliko pesa inazopata katika mwaka. Kwa hivyo serikali ikiendelea kuwa na nakisi, nchi itafilisika. Ndiyo, maisha yatakuwa magumu na hata kutakuwa na mfuko wa bei. Na hali hii inaweza kusababisha serikali kutoza ushuru zaidi kufidia pato la nchi. Ndio hasa, umenielewa? Ndio baba. <laughs> Wajua, hata mimi nilikuwa nimewaeleza vivyo hivyo, lakini ni kama hawakunielewa. Pengine ulitumia maneno magumu na hata ukawachanganya watoto. Mepoteza kitu au nini? Hapana. Kulikuwa na bahasha hapa ndani, umeiona? La hasha. Nimeingia humu sasa hivi. Wala sikushughulika kujua vilivyokuwa juu ya kabati. Umesema juu ya kabati? Au nisema ndani ya kabati? Niko na uhakika bahasha ilikuwa juu ya kabati na wala si ndani, nawe unasema kwamba ilikuwa juu ya kabati. Acha mchezo wako huo. Maneno wala sikusema juu ya kabati. Nilisema tu. Kwani bahasha ilikuwa juu ya kabati? Ndivyo nilivyosema. Na umeingia humu kuashiria kwamba bahasha ilikuwa juu ya kabati? <laughs> Sikiliza Mrima, sikuashiria chochote. Nimetoa kauli ya jumla tu kwamba sikushughulika kujua vilivyokuwa juu ya kabati. Sasa mbona unaongea kama mtu ambaye ana uhakika kwamba mimi ndiye niliyechukua? Kutokana na kauli yako unajua iliko, naitaka sasa hivi. Nataka nikwambie mara ngapi, sijui ilipo. Kwa nini nani alileta? Unasikia unayasema ililetwa na nani, kumaanisha kwamba simi nilileta ni bali ni mtu fulani. Bila shaka unajua iliko na fikiria hasa ulipoweka bahasha yako. Hiyo bahasha singenifungulia milango ya heri, pengine ingenitoa katika maisha hii ya kuji kunakuna, ingenifanya kujua namna nitakavyojenga duka jingine na kuningiza katika pepo ya furaha daima. Haidhuru nitakuwa ni mwendea kinyume watu wangu niliowapenda, lakini ni lipi lisilowezekana mbele ya pesa? Kwanza nani angejua nimepokea malaki hayo na kwa sababu gani? Ah, potele mbali. Siku hizi kila mtu anazisaka chapaa, haijalishi ni kwa njia gani, ili mradi maisha yamnyooke. Utu kwani, mtu atakula utu? Lazima mtu ajijenge kwa namna yoyote ile, kwa njia yoyote ile, kisha afikiria masuala ya utu baadaye, au hata ungame Mungu si yathumani, atamsikiliza na kumpokea. Nani asiyeiba siku hizi au hata kuchukua mlungula? Mi sitakuwa kwanza wala wa mwisho. Haiwezekani, bahasha iko hu hivi vitu kanjia hata vina tabu, unamwonesha mahaba ya pesa nane, anadhani unataka kumuoa. Bahasha uliweka wapi? nimeficha mahali ambapo Mrima hataona. Ninataka ni niende sasa hivi nimkabili Sagilu, nichukue mapesa yale, nimpelekee na matusi juu. hasha. Mambo haya anafaa kufuatiliwa kwa busara, si amaki. Fahamu kwamba mtu ambaye si mwingi wa hasila anafahamu nyingi yule. Ukimbilia mambo kwa hamaki Daima hushabikia upumbavu. Nadhani huwezi taka kuwa hivyo. Lakini Lunare, huoni? Nisipoenda pia, Mrima ataishia tena majani, na wakati huu tutamtoa huko akiwa maiti. mapesa yote haya. Mangwasha, nimejifunza mengi kuhusu maasimu wangu ninao wengi, hasa wakati huu wa siasa za uchaguzi. Wengi waliniwekea vigwena ili waniangamize, wengine waliniwekea mitego hatari, lakini kwa busara yangu na uwezo wa Mungu niliitegua yote. Naamini nitaendelea kutegua hata, ingawa mingi yake si rahisi hivyo. Dadangu, ule mwandishi ajulikanaye kama Shaban Robert, ah, najua usasoma kazi yake ulipokuwa shuleni. nam, nam. Um, alikuwa mwandishi mwenye falsafa mzuri sana ya maisha. Basi kaandika hivi, mtu asidiliki kutumia shoka huku chauva hapo, nawe usijaribu kupigana na chawa silaha ikawa chuma Jambo la kufanya ni hili tuachie, sisi mambo haya. Tutamketisha Mrima, tumwesheshe kuona mtego anaotegewa. Tutamshauri kwamba hakuna jema litokalo kwa watu kama Sagilu, ahadi anazopewa ni za uongo tu. Naamini Mrima anaitakia familia yake maisha mazuri. Najua pia unahitaji pesa ili kuboresha maisha yako, Mangwasha. Binadamu ni kiumbe dhaifu, angarabu kosea. Kwa hivyo tusimhukumu Mrima, tutaandamana naye ili akamrudishie Sagilu kabila yake. Tukifanya hivi na kuhakikishia, bila shaka Sagilu hatamjaribu tena Mrima, nawe utakuwa umefanya jambo nzuri kumwokoa mmeo kutoka katika kinamazi cha uofu. Ona hivi? Unawafanya nini? Au pia mende, unajua wao husumbua sana. Hapana, nataka tu vitu vipate mwanga ni. Hey, miale ya jua ni dawa thabiti ya kuwa dudomba anasumbua. Hey! Kunani? Ah, Mrima. Ningetaka tuzungumze dakika moja. Uh, Mrima, mkeo ndiyo alichukua ile bahasha, lakini si kwa ubaya. ni jua tu, huyo mwanamke ni mwongo sana. Mrima, mshukuru mkeo. mkeo ndio aliyokuokoa kutoka kinywani mwa chui. Vipi wakati ninawatafutia maisha bora yeye kesharibu kila kitu. Sikiza Mrima, tunajua yote yaliyomo kwenye bahasha na ujumbe uliopo. Sasa wewe huna haja ya kuruka kwa hasira. Bora utusikize tutakayokuambia, manake yana umuhimu mkubwa kwa maisha yako na ya jamii yako. Mrima, ukweli huzaa chuki, lakini afadhali tukubali ukweli ingawa mchungu, ili tusambaratishe mbegu ya chuki. Uh, unafahamu wosia wangu, sio? na unajua ni kina nani waliwachomea nyumba na kwa nini? Na bado hujatosheka na uovu ambao walikutendea? Yaani hadi leo unachukua hongo Mrima? Unaweza msalimia mtu aliyekuja ngumi mpaka kunjua kiganja? Ulimwengu wote namjua nani aliyemsaliti Yesu Kristo, na unajua huyo mtu aliishia wapi? Tafadhali usiende hapo. Unajaribu kunifananisha na ndio hasa? Unafikiri una utofauti nao? Yaani unauza undugu wetu kwa basi nadhani Mrima anaelewa. Haina haja ya kutukumbusha machungu ambayo ulimwengu huu umefanyia watu wema. Fahamu kwamba Sagilu na aila yake tayari washatukujia mangumi. Itakuwaje wewe huende ukasalimiane nao? Mrima, leo nafahamishwa kwamba Sagilu anakutana na wafuasi wake, anakutana nao katika hoteli ya Satan huko karibu na afisi ya uhamiaji tutaondoka nawe, tutaambatana nawe hadi hapo pahali alipo. Tukifika pahali hapo, tutamkabidhi mzigo wake, tutamwambia ajaribu mbinu nyingine, maana hii imefeli lakini. Lakini nini? Leo karaha za Sagilu sitakoma. Nataka useme mbele ya watu hawa kwamba kamwe hutajihusisha na Sagilu tena. Ukifuja amri hii, sisi zote tutakulaana. Naombeni msamaha kama vyote ambao niliwatendea. Namlaumu shetani. Shetani ni wewe mwenyewe, shetani wa mtu ni mtu. Tumpe nafasi asukumza kwanza. Samai, sitarudia tena kushawishiwa na pesa. Nilitaka tu kuzitumia kuimarisha biashara zangu na wala si kuwageukea kinyume ndugu zangu, hata singemfanyia Mtemi Lesuli kampeni samaha kwa kuchukua ile bahasha kutoka kwangu, ndiyo aliyokuwa mwokozi yangu, wala sitawahi kumlaumu. Je, tumsamehe Mrima kwa yote ambayo amefanya? Ndio, ndio. Na akirudia tena tumfanye nini? Tamlani, tamlani! Sio lazima tumkabili Sagilu hivi. Tafadhalini, turudi manyumbani tu. Sitarudia kosa. Twende, twende, twende. kwa miongozo mizuri ya kina mwongozo wa Bembea ya Maisha, Mapambazuko ya Machweo, Nguu za Jadi, Parliament of Owls, Artist of the Floating World, Fathers of Nations, The Samaritan, A Silent Song and Other Stories. Sisitiza miongozo ya Climax 3 in 1. Miongozo ya Climax 3 in 1 imeandikwa na walimu wenye tajriba pana katika kufunza na kutahini mtihani wa kitaifa, yaani KCSE. Miongozo ya Climax 3 in 1 ina vijitabu vitatu ndani ya jalada moja. Kitabu cha kwanza ni ushauri kwa wanafunzi kuhusu jinsi ya kukabiliana na maswali ya Kiswahili ya KCSE karatasi ya kwanza, karatasi ya pili na karatasi ya tatu. Pia kijitabu hiki kina masuala ibuka pamoja na siri za utahini. Kitabu cha pili ni mwongozo wenyewe wa kitabu husika. Kitabu cha tatu kina maswali maridhawa na majibu mwafaka. Vitabu vya Climax 3 in 1 vinapatikana katika maduka yote ya kuuzia vitabu kote nchini kwa bei nafuu sana. Kumbuka, vitabu vya Climax 3 in 1 ndio vitabu pekee vilivyo na vitabu vitatu ndani ya jalada moja. Vitabu vingine vya Climax 3 in 1 ni kama vile: Climax 3 in 1, insha kamilifu. Climax 3 in 1, fasihi simulizi kamilifu. Climax 3 in 1 sarufi kamilifu. Climax 3 in 1 mwongozo kamilifu wa ushairi. Climax 3 in 1 marudio kamilifu ya Kiswahili. Vya Kiingereza ni kama vile Climax 3 in 1 a guide to mastering KCSE poetry. Climax 3 in 1 a guide to mastering KCSE oral literature. Climax 3 in 1 a guide to mastering KCSE composition writing. Climax 3 in 1 Mastering English Paper 1. Climax 3 in 1 Mastering English Paper 2. Climax 3 in 1 Your ladder to academic excellence. Zamani wezangu, lakini ningetaka mnipe dakika moja tu ninene na mzee wetu. Haiwezekani, ondokeni humu mara moja. Nyinyi mnatuvamia katika faragha hii mkitaka tuwasikilize. Ondokeni humu, ondokeni humu ama nitafanya jambo baya. A oh, kila mara waishi pekepeke. Bahasha wanailizia nini? Wewe kijana mdogo, walizi walizi. Sagilu hakujua kwamba kumficha jogoo paka chani ni kazi bure. Wakati wake wa kuwika ukifika, bila shaka atawika tu. Ah, samahani sana. Lengo letu halikuwa kuharibia kikao chenu. Sagilu kibuli kilikutangulia hapo ndipo ijapo aibu. Ah, nimekuja kukukabidhi mlungura huu uliokuwa umempa Mrima. Chukua huo mzigo wako wa dhambi.